Wawakilishi wa mashirika ya, ya kimataifa waliopo, wakuu wa taasisi waliopo, viongozi wa dini karibuni, viongozi wa vyama vya siasa, washiriki wote wa kongamano la kodi tuliopo hapa waandishi wa habari na wageni waalikwa, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, naomba kuwasilisha. Asante sana. Asante sana Dkt. Natu Mwamba Katibu Mkuu Wizara ya Fedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali yetu pendwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa sikivu kwa kuendelea kuboresha na kufanya marekebisho mbalimbali ya sheria za kodi. Ningeomba tuweze kupata salamu fupi kutoka kwa mwenyekiti wa Tume ya Rais ya Maboresho ya Kikodi. Mheshimiwa Balozi Ombeni Sifue, karibu sana hapa mbele. Tumpigie makofi wakati anakuja hapa mbele tafadhali. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya Salim, Waziri wa Fedha SMZ mkuu wa mkoa. Mheshimiwa makamu wa Rais, naomba nisimame kwenye itifaki ambayo PST ameshaionyesha na niseme kwa heshima na taadhima, ninasimama kwa niaba ya Tume ya Rais ya Maboresho ya Kodi kutoa salamu na shukurani zetu kwa kukaribishwa katika kongamano hili la kodi na uwekezaji. Mheshimiwa makamu wa Rais, kama washiriki watakavyokumbuka, mnamo tarehe nne Oktoba mwaka jana, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua tume aliyoiunda mahususi ili ifanye tathmini ya kina na mapana, yaani 360 degrees, kuhusu masuala mbalimbali ya kodi na kuishauri serikali. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuamini na kutukabidhi jukumu hili ambalo kama wote mnavyojua ni muhimu sana lakini pia si rahisi hata kidogo. Ni dhahiri kwamba TRA imefanya juhudi kubwa, kama tulivyosikia leo hapa, na imepata mafanikio makubwa, na kwa kweli wanastahili pongezi, pongezi nyingi sana, lakini bado kuna changamoto bado kuna changamoto. Kwa upande mmoja, serikali inahitaji ushauri juu ya kuongeza mapato zaidi, ikiwemo kwa kupanua wigo wa walipa kodi na kuongeza uwiano kati ya mapato ya serikali na ukuaji wa uchumi, lakini kwa upande mwingine, tume inatakiwa kushauri ambavyo lengo hilo litafikiwa lakini kwa kuzingatia misingi ya kodi inayokubalika kimataifa, na hivyo ambayo inatenda haki, usawa, ina ufanisi na urahisi wa kukadiria na urahisi wa kulipa. Aidha, mapato hayo yakusanywe kwa namna ambayo haiathiri malengo mengine ya kitaifa ikiwemo kuweka mazingira bora ya biashara na uwekezaji, urasimishaji wa shughuli za uchumi, na kupunguza kero za walipa kodi kwa kadri inavyowezekana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tume hii kwa maana ya makamishna na sekretari yake, ina kila ina kila aina ya ujuzi, ubobevu na uzoefu wa masuala ya kodi, tungeweza kujifungia mahali tukaandaa mapendekezo kwa serikali, lakini lengo letu ni kuhakikisha kuwa hatimaye mapendekezo yetu kwa serikali ya akisi mwafaka wa kitaifa juu ya kuongeza mapato kwa njia iliyo rafiki, njia iliyo rahisi. Ndio maana tumetumia muda mwingi sana kuwasikiliza wadau, hasa kwa lengo la kupokea mapendekezo ya juu ya nini kifanyike kwa namna gani, na kwa wakati. Yani, hadi sasa tume imefanya mikutano zaidi ya mia moja sitini na wadau mbalimbali, imetembelea mikoa yote ishirini na sita ya Tanzania bara na mikoa mitatu ya Zanzibar kukutana na wadau. Tume imepokea maoni kutoka kwa zaidi ya watu 2300 kupitia dodoso la mtandaoni . Tumepokea barua pepe zaidi ya mia mbili na ujumbe mfupi yani SMS kupitia simu za mkononi zaidi ya elfu moja, na tunawashukuru sana wananchi na wadau wote wa kodi nchini Tanzania bara na visiwani kwa mwitikio mzuri na ushirikiano mkubwa walioonyesha tume hadi sasa. Naamini wengi wenu mlioko hapa ni miongoni mwa wadau ambao tumekwisha kukutana nao ama moja kwa moja au kupitia jumuiya zenu na kupokea maoni yenu. Nashukuru pia vyombo vya habari ambavyo vimekuwa eh, vinaandika eh, kazi tunayofanya, na kipekee ni washukuru TSN watu wa Daily News na Habari Leo, kila wiki tangu tuanze kazi wanakuwa na maka ala haidhuru mbili kuhusu masuala ya kodi. Kwetu sisi kongamano hili ni fursa nyingine tena kwa tume kuendelea kusikiliza na kupokea maoni na mapendekezo ya wadau ambayo yakichanganywa na haya ambayo tayari tumeyapokea tunaamini atahakikisha kuwa tunapokea na kuzingatia kila jambo la msingi kwa wadau linaloweza kuboresha ripoti yetu kwa serikali. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunaipongeza Wizara ya Fedha, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji kwa kuandaa kongamano hili na kutukaribisha na hivyo kutupa fursa nyingine ya kusikiliza na kuchukua maoni na mapendekezo zaidi ya wadau wa kodi nchini. Na mwisho Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa niaba ya tume tunaungana na waandaaji katika kukushukuru kwa heshima uliolipa kongamano hili kwa kukubali kuwa mgeni rasmi na uwepo wako ni uthibitisho wa kutosha wa dhamira ya serikali ya awamu ya sita katika kuweka mazingira bora na rafiki ya kodi ya biashara ya uwekezaji ya urasimishaji ili kukuza uchumi wa taifa letu na kupanua wigo wa kodi. Mheshimiwa, asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, asanteni. Asante sana Balozi Sifue, tumeongeze tena makofi mengi sana kwa kutoa maoni hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi. Sasa ni wakati wa kuweza kusikia kutoka sekta binafsi. Tunaye mwenyekiti wa Tanzania Private Sector Foundation, na ningeomba Madam Angelina Ngalula karibu hapa mbele kwa ajili ya kutoa salamu za sekta binafsi. Makofi mengi wakati anakuja, tafadhali. Mheshimiwa Dr. Philip Mpango Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Sada Mkuya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha, Mipango Zanzibar. Mheshimiwa Engineer Zena Said, Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa Albert Charamira, mkuu wa mkoa wetu wa Dar es Salaam, Waheshimiwa manaibu waziri wote mliopo hapa Mheshimiwa Balozi Sefue, Katibu Mkuu Mstaafu na Mwenyekiti wa Tume ya Kodi. Mheshimiwa Dkt. Natu Mwamba, Katibu Mkuu Wizara ya Fedha, Waheshimiwa makatibu wakuu wote na manaibu makatibu wakuu. Natambua uwepo wa naibu katibu mkuu Elijah Mwandumbia, waheshimiwa mabalozi na washirika wa maendeleo wakiongozwa na ndugu yetu Elibariki Shami, mkurugenzi wa Trademark Africa, ambaye kwa namna moja au nyingine ametuwezesha, amechangia kwa kiasi kikubwa sisi sekta binafsi kuwepo hapa wakuu wa taasisi za serikali. Natambua uwepo wa kamishna mkuu wa TRA na viongozi wengine wote. Natambua pia uwepo wa viongozi wa taasisi ya sekta binafsi wakiongozwa na rais wa TCC. Tunakushukuru sana sisi, tunakushukuru sana sisi private sector, kila wakati tumekuwa nawe katika shughuli zetu nyingi sana. Tunakushukuru na tunakupongeza, umekuwa ni kiongozi msikivu unayetenga muda wako kutusikiliza na kutushauri. Tunakushukuru sana. Napenda pia kuwapongeza Wizara ya Fedha wakiongozwa na Mheshimiwa uh, Dr. Mwiguru Mchemba na Mheshimiwa katibu mkuu na timu yake yote, kwa kweli wamefanya kazi kubwa sana kufanikisha. Imekuwa ni wizara kinara katika kusikiliza, kupokea, kuchakata na kutafasiri, lakini pia kutekeleza za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunawapongeza sana. Yapo mengi sana ambayo wameyafanya, naomba tu niweze kutaja machache kutokana na muda. Yalikuwa ni maono ya viongozi, nyinyi viongozi wetu wakuu, na mheshimiwa mgeni rasmi ukiwa ni mmoja ambaye ulisisitiza sana mapato kufikia trilioni moja na zaidi, trilioni mbili na zaidi, na kweli wizara hii imewezesha sasa, tumevuka trilioni mbili, tunakwenda mbele, tunashukuru sana, lakini ni wizara hii ambayo imeboresha, imesaidia sana.